Sasa wameambiwa wafuge nywele na ndevu, ili waanzishe fujo, wawambie ni wananchi na wananchi wapate shida. Tunawaambia vikosi muchunge kabisa, muchunge na haki za watu. Watu wamechoka, watu hawajali kitu saii, wanajali haki yao, wanajali nchi yao. Nilipata taarifa kwamba tarehe ishirini na nane mwezi uliopita kulikuwa na kikosi wamekaa CCM ndani tu wanapanga, ili tarehe kumi na tano waanze mashambulizi ya kuteka watu. Wanasema tarehe ishirini na mbili ndio kazi itaanza. Kwa hivyo anzeni kazi, tunawasubiri. Hatutaki mchezo na nchi yetu wazee wetu wako chini ya ardhi na sisi tuko hai, tutapigania nchi hii kwa nguvu zetu zote. Hakuna niogopa, kuna siku mtu atafariki, lakini nchi hii. Nataka niseme jambo, nchi hii mila na desturi zetu zimeharibiwa, na ukiharibu mila ukiharibu desturi basi mpaka dini na imani yako inapotea. Nimepata taarifa kwamba Pemba kuna mabaradhuli mia moja na sitini na hawa wamepandikizwa ili kila baradhuli mmoja adhalishe mabaradhuli watano kwa siku. Kwa hiyo kwa mwezi, kwa hesabu hiyo, naitaka wao ni elfu ishirini na nne na kwa mwaka wanatumiza laki mbili na themanini na nne. Kule Nguja niambaa kuna mia nne na ishirini naa waazalishwa kila siku. Kwa hivyo ukifanya hesabu hizi kwa muda wa miaka mitano utapata watu milioni tano laki mbili na ishirini. Sisi wenyewe ni milioni mbili. atabaati a ntu kweli, hapa hatuwezi hata kidogo nchi yetu kudhalilishwa kwa ujinga kama huu. Hapa wamekwisha wamefika, wamefika, wamefika, wamefika. Lakini hawatasogea hata hatua moja, tunawaambia wazi wazi, tuko tayari kuilinda Zanzibar yetu, tuko tayari kuilinda nchi yetu na wakati wenyewe ni huu. Tunasema wananchi, sitaki kusikia mtu anaogopa. Unaogopa nini? tuwaambia tume tume visanduku wanavoao na, na visanduku vingine, kuna pahala wameviweka, ili kuna bandia wasikie huko na kua huko, halafu baadaye wafanye magumu katikati. Tunajua kila kitu, mana hii, popote mlipo tupo. Mjani tupo mkenda mjani, mkenda baharini, tuko ndugu wananchi mimi kama mradi tena kamati ya ushindi Pemba, titahakikisha majimbo yote yanashinda na wote wanashinda. Wanasema wanatekateka, basi kwanza waje waniteke mimi, kama wanaume, na waje tunasema kwamba mara hii ni mara ni uamuzi na kura zenu, lazima muzilinde. Tarehe ishirini na nane kao wakienda wakiendea, sisi tunakwenda. Sawa, tarehe ishirini na tisa wakienda, sisi tunakwenda. Lazima itendeke haki, sawa sawa. Muko tayari? Muko tayari? hayo ni mikono.